Mnapozungumza amani, kuna wengine wamekuja na hoja hasa katika mazingira ya siasa ya sasa. Nikisema mazingira ya siasa ya sasa, mnielewe, na hoja hii inaenezwa kwa malengo maalumu. Hoja yenyewe wanasema, nyinyi viongozi wa dini, nyinyi mashehe, nyinyi maustadhi, mbona mnazungumza kuhusu amani na utulivu, lakini hamzungumzi kuhusu haki mbona hamzungumzi kuhusu kuimarisha demokrasia na misingi yake? Msizungumze kuhusu amani tu, zungumzeni pia kuhusu haki, waambieni wakubwa watende haki, amani ni matunda ya haki. Hamuoni kama hatuna haki? Hii ni hoja huletwa na mmeisikia katika majukwaa ya kisiasa na katika mitandao na sehemu nyingine, maneno haya yanasikika sana, bali mpaka kutoka katika baadhi ya nyumba za ibada kuonesha kwamba hali ni mbaya sana, uonevu ni mkubwa sana, ukatili ni mkubwa, nchi haipo sawa, kuna utekaji, watu wanapotea. Watu washasahau miaka mitano minne iliyopita hapo wananchi wa nchi hii walikuwa wakiishi katika mazingira gani? Sasa hivi nchi haipo sawa, nchi hainywi maji Unapozungumza amani, unaambiwa sema haki. Kwa nini hamsemi haki? Nyinyi mnasema amani tu. Bwana mmoja ni askofu mkubwa, tena ni maarufu, simtaji jina kwa leo. Anazungumza sana, anaandika sana. Hivi karibuni aliandika maneno yake, na washabiki wake wakayachukua, wakapanda nayo katika majukwaa ya kisiasa, wakayaeneza. Akasema hivi: kuna mambo hayako sawa kuna mambo yanatuunganisha wote, bila kujali itikadi, dini, jinsia, kabila, hali ya mtu kiuchumi, ufupi au urefu wa mtu kama mimi, haya yote yanaunganishwa na neno haki, au kwa Kijaluo justice. Kuna mambo kumi hayako sawa. Kwa sababu moja, hivi sasa mtu anapozungumza haki, anatazamwa yeye ni dini gani, badala ya kusikiliza anaongea nini, yaani sasa hivi katika mazingira ya siasa ya sasa mtu akisema haki tu, huyu ni dini gani huyu, umenielewa eh? Namba mbili, anasema mtu akiongelea haki anatazamwa ni wachama gani, badala ya kusikiliza anaongea nini. Akasema namba tatu, namba nne, namba nane, akasema yaonekana kuna dini inayohubiri amani bila kuhubiri haki na kuna dini inajifanya kuhubiri haki bila kuhubiri amani. Mimba ya haki ni amani, lakini amani bila haki ni tasa. Namba kumi akasema rais ni wetu sote, anaongoza wapenda haki na wapenda amani. Hatuna shaka na mahaba yake kwa amani, wapenda haki wanasikia baridi. Tulimsikia akiapa kuongoza kwa haki, bahati njema haki ilimbeba. Akiibeba kama ilivyombeba amani, itafurika kama bwawa la Mwalimu Nyerere. Haki na amani vipeane busu. Haya ndiyo yanayoelezwa katika mazingira ya sasa na kwamba eti tukizungumza kuhusu amani sisi hatuzungumzi kuhusu haki, na kwamba kuna dini sasa hivi hiyo dini inazungumza amani tu, imesahau kuzungumza kuhusu haki. Ni muhimu sana katika mazingira ya sasa kulifafanua jambo hili. Tukinyamaza, propaganda hii itaenea na itaonekana ni kweli, na kwamba kuna dini haizungumzi haki, na bila shaka makusudio yao ni dini yetu ya Kiislamu. Mimi naweza kuyajibu mambo haya kwa sehemu tano. Haya mambo yanahitaji ufafanuzi, makamu ya hutuba ni fupi sana na sitaki kuwachosha. Lakini hii hoja ya kwamba sisi tunazungumza amani lakini hatuzungumzi haki, naweza kuijibu kwa nukta kama tano, kwa haraka haraka. Ya kwanza, tunasema sisi ni kweli haki, bali na kuongezea kabisa, mimi na uadilifu, sio haki tu, ni vitu vinavyoimarisha jamii na kuleta ustawi mzuri. Ni kweli haki na uadilifu ni msingi muhimu katika kuleta amani katika jamii hiyo tunakubali. namba mbili sisi Waislamu tumezungumza tunazungumza na tutaendelea kuzungumza kuhusu haki na uadilifu. Vitu viwili hivi vinabeba sehemu kubwa ya maisha yetu ya kijamii, bali ndiyo sababu ya kutumwa mitume na ndiyo sababu ya kuletwa vitabu. Allah subhanahu wa taala anasema Laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna maaahum lkitaba walmizana liyaquma nnasu bilqist, kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili za waziwazi na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu. Hakuna dini imezungumza kuhusu haki kuhusu uadilifu kuliko dini ya Kiislamu. Haki katika Uislamu zimeelezwa kwa ujumla na zimeelezwa kwa upambanuzi, ndio zikaelezwa haki za wazazi, haki za watoto, haki za ndugu, haki za mume, haki za mke, haki za wageni, haki za raia, haki za kiongozi. Na Mtume akatusisitizia kwamba kila aliye na haki apewe haki yake, fa'ti kulli kula dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake. Uadilifu umeelezwa sana katika Uislamu bali tumezungumza na uaminifu kadhalika. Mara nyingi tumezungumza kuhusu uaminifu, na katika hutab zetu, katika mihadhara yetu, katika kalima yetu, ni mambo yanajiri sana kuzungumza kuhusu haki, kuhusu uadilifu, kuhusu uaminifu. Uaminifu katika miamala ya biashara, uaminifu katika mali walizoaminiwa watu, ziwe ni kazi binafsi au kazi za umma. Ukipewa nafasi na mtu kumsimamia mgahawa wake, fanya uaminifu ukipewa nafasi katika serikali fanya uadilifu, usiibe mali, usidhulumu haya. Ni mambo tumeyazungumza kila siku. Kusema kuwa eti kuna dini sasa hivi haizungumzi haki, hii ni hoja isiyo ya msingi na ni propaganda dhaifu. Namba tatu, sisi Waislamu katika suala la kudai haki tuna miongozo, tuna taratibu na maulamaa wetu ndiyo wapimaji wa maslahi na kutoa maelekezo ya utaratibu gani ufuatwe kuhusu jambo husika, na maelekezo hayo hawayatoi vichwani mwao, bali wanayatoa katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inapokuwa kuidai haki au utaratibu wa kuidai haki kutavunja amani, basi maslahi ya amani hutangulizwa. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi unaonesha kuna watu walikuwa na madai ya msingi ya haki, wakadai kwa utaratibu walioona wao unafaa, wakaivunja amani, wakaikosa haki na wakaikosa amani. Kwa hiyo tunawaambia sisi, katika Uislamu tuna utaratibu, hatuendi kivoloa voloa. Ndiyo utaona katika nchi hii Waislamu wana madai mengi ya msingi ya haki kabisa ambayo watu wengine wasingeweza kuyavumilia, lakini wao wameyavumilia. Kwa nini? Kwa sababu mashekhe wamesisitiza kuhusu amani. Walipoona maslahi ya amani ni makubwa, wakawaambia watu haya, mambo haya yanavumilika, kama hayakutekelezwa leo, hayakutekelezwa kesho, yatatekelezwa baada ya miaka kumi, baada ya miaka ishirini, lakini amani yenu mnayo. Kwa hiyo mashekhe wana wavioni wetu wanaangalia maslahi katika jambo hili na hata Waislamu wengine walipojazibika, wakataka kuleta vurugu na kuingia kwenye mambo ya maandamano, mashehe wamesimama kidete kuwaambia aa a, huo siyo utaratibu wetu, tuna utaratibu. Kwa hiyo nyie msiseme tu hamzungumzi kuhusu haki, sisi tunapita kwenye mifumo kuangalia maslahi ya watu.